Nchi ya jumuiya ya Ulaya ambayo juzi wamesema kwenye bunge lao la Ulaya kwamba jamani, nyie Tanzania mwacheni, tumbulizo tumbulizo sio mwahidi, nyie Tanzania zingatieni haki za binadamu, nyie Tanzania zingatieni utawala bora. Masisemu asivyo na akili wenyewe wamesemaje, ah ha, hawa jumuiya ya Ulaya bunge la Ulaya lisituamulie sisi, ni nchi huru. Rais Samia kwa miaka minne aliyokaa madarakani amepewa pesa kutoka jumuiya ya Ulaya kutoka nchi za jumuiya ya Ulaya, yule milioni mia tano sawasawa na trilioni moja pointi tano kwa miaka minne, amepewa na hao watu. Sasa ukiwa wa maskini, kubali uamuliwe anayekulisha na anayekuamua cha kufanya. Mkienda kuchukua hela zao, mnaona wazuri wakiwapeni masharti, kwa sababu kuna mtu anakupa hela bure? Na wao wamesema kwenye bunge lao kwamba Samia tulifikiri ongoza taifa hilo kama alivyokuwa naliongoza Magufuli. Tulianza kumpa pesa yeye, Magufuli tulimkataza, kwa sababu Magufuli alikuwa anaminya uhuru wa demokrasia, na yeye kwa vile anafanya hivyo, tutachukua hatua. Ni watu wa Busanda, msipompigania Lissu, msipopigania Chadema, msipopigania No Reforms, watapigania No Reforms hata wazungu. Sisi wa Kristo, ukisoma kitabu cha luka sura ya tatu mstari wa kumi na nne yohana mbatizaji aliyekuwa kwenye matembezi yake alikutana na watu wengi miongoni mwa watu waliokutana naye alikutana na mapolisi nao walimuuliza swali wakamuuliza yohana na sisi tufanye nini akawaambia mambo manne jambo la kwanza aliwaambia ukiwa polisi usimdhulumu mtu jambo la pili akawaambia msiwashtaki watu kwa uongo na jambo la tatu akasema, toshekeni na mishahara yenu. <applause> Hili na mishahara najua hatutatosheka nayo, kwa sababu CCM imeigeuza kazi ya polisi, kazi ambayo ni kazi ya kitume. Leo ukisikia risasi imelia huko nyuma, sisi wengine kuwakimbia polisi, wao wanakimbilia risasi, ndio kazi yao, ni kazi ya kitume kabisa. Lakini CCM imeigeuza kazi ya polisi kuwa kazi ya laana kwenye taifa hili video kwenye mitandao ya kijamii, wako watanzania wanashangilia eti polisi wamepata ajali, watanzania wanasema acheni wafe hao, msiwasaidie <laughs> hiyo ni chuki iliyotengenezwa na serikali -chama ya chama cha mapinduzi CCM. imetufanya sisi tuchukiane na polisi, nanawalifana mishahara midogo, hata uniform zao wanajinunulia wenyewe, wanaweza wanaweza kuona mwingine

Ingia kwenye simu yako Google. Sema polisi, andike po tu polisi, apokee rufu, watakuletea visa vingi vya mapolisi. Naona sasa makamu mwenyekiti wetu wa chama anaingia, naomba nimkaribishe Dr. Willibrod Slaa azungumze, wakati makamu akifika, yeye atamkaribisha moja kwa moja makamu mwenyekiti wetu wa chama John Heche, ili aweze kuzungumza nanyi. Watu wadubu sana, dijitendi